Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majeriwa Machinda Itongano ya Babuchi, nimekuletea mada mpya inayosema mambo yanayochelewesha mchakato wa kujitambua. Kumbuka hapo nyuma tuliongelea mchakato wa kujitambua na hatua zake zote, tukasema pia hatua muhimu za kujitambua. Leo nakuletea mada inayoenda mambo yanayochelewesha mchakato wa kujitambua, yaani vikwazo vikuu vya ndani maana nitakuletea vikwazo vya ndani na vikwazo vya nje. Kwa sasa tunaongelea vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua. Mchakato wa kujitambua unaweza kucheleweshwa na mambo kadha wa kadha. Hapa tutaongelea vikwazo kumi vya ndani, yani inward barriers, zinazochelewesha mchakato wenyewe. Inward barriers that delay the process of self-awareness. Kwa hivyo katika hivi vikwazo kumi, tutaongelea vikwazo vitano kwenye video hii, alafu video itakayofuata tutaongelea vingine vikwazo vitano, ili tupate kuelewa kwa urahisi vitu gani au ni vikwazo gani vikuu vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua. Kaa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki ili upate kujifunza jambo. Karibu, usiende mbali. Jambo la kwanza linalochelewesha mchakato wa kujitambua, the first barrier ni kutokujiamini. Kwa Kiingereza wanasema lack of self confidence. Kutokujiamini ni jambo la kwanza linalochelewesha. Lack of self-confidence delays the process of self-awareness. Unapokosa kujiamini, unaanza kwa hatua. Hilo ndio, hilo ndio jambo la kwanza hau kikwazo cha kwanza kikuu kinachochelewesha mchakato wa wewe kujitambua ninamaanisha nini? Mtu anayejikosoakosoa na kuona hana thamani anaweza kuogopa kukabiliana na ukweli kuhusu yeye mwenyewe. Mtu anayekaa katika hali ya kujiogopaogopa kujikosoakosoa, mtu anayejikosoakosoa anatafuta perfection. anaanza kukosa confidence. maana atashindwa kukabiliana na ukweli unaomuhusu yeye Yakitokea mambo yanayoongelewa kuhusu yeye, atakuwa na hali ya kujikana, atakuwa na hali ya kujikosoa kosoa na kufikiri kwamba sio yeye, pengine wanaongelea mtu mwingine. Atakosa kujiamini. Kutokujiamini ni kikwazo kikuu sana kwenye mchakato wa kujitambua. Hebu jiangalie, je, wewe unajiamini? Na kama unajiamini, unajiamini kiasi gani? Kiasi chako cha kujiamini kitakusaidia kukusukuma kwa haraka kwenye mchakato wa kujitambua. Kikiwa cha chini sana, low self esteem itakuchelewesha. Ni kikwazo, kutokujiamini ni kikwazo au ni baria ya ndani inayokufanya wewe uchelewe kujitambua matokeo ya wewe kujikosoa kosoa sana na kushindwa kukabiliana na ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Matokeo ni kwamba unaanza kuepuka kujichunguza kwa kina, maana wewe mwenyewe hujikubali, hujiamini. Unaanza shindwa kujichunguza kwa kina, ili usikabiliane na mapungufu au makosa yako, unapokosa kujiamini Matokeo yake unaanza kukwepa, unaanza kuogopa au unaanza kuepuka kujichunguza. Kumbuka tulisema kujichunguza kuna ni, ni proses kwenye mchakato wa kujitambua, lakini mtu asiyejiamini awezi jichunguza, ataepuka kujichunguza maana anajua in the process ataenda kujua ma, mapungufu yake yako wapi, nasa hataki hivyo maana hajiamini. Kuto kujiamini ni jambo mojawapo linalochelewesha wewe kujitambua. Kwa hivyo nimekuja kukuhimiza ya kwamba ondoa kutokujiamini, anza kujiamini. Ukianza kujiamini, umeanza kutembea kwenye njia ya kujitambua. Ila hiki ni kikwazo kikubwa, kwamba usipojenga mazingira ya kujiamini, unachelewa kujitambua. Hilo ni jambo la kwanza, au hicho ni kikwazo cha kwanza kinachokuchelewesha kwenye mchakato wa kujitambua. Chunguza sana hiyo mahali, jenga kujiamini, jenga confidence, self confidence, self. Usipojenga hiyo, utachelewa sana kwenye safari ya kujitambua, ya kujijua wewe ni nani, kwa sababu utashindwa kuchunguza sehemu zilizo na udhaifu, utaepuka utaepuka kurekebisha vitu, utaepuka hata kuangalia kama nguo unayoivaa ni chafu. Uta, utakubali uivae tu hivyo na uondoke zako. Lakini kama unajiamini, utaanza kujiangalia kwenye kioo, uangalie kama umependeza ama uko sawa, alafu unaweka kujiamini, unaenda mbele za watu, haujishukushuku sana, kwa sababu umepitia uchunguzi binafsi. Kuto kujiamini ni kikwazo cha kwanza kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Jambo la pili au kikwazo cha pili kinachochelewesha mchakato wa kujitambua ni hali ya kujikataa, hali ya kujikataa Self-denial. Self-denial. Mtu anapokuwa katika hali ya kujikataa ni kule kukataa kukubali ukweli kuhusu tabia, hisia, au hali fulani. Yaani mtu hayuko tayari kukubali kwamba yeye ana hiki na kile. Mfano, mtu anaweza kukataa kwamba ana tabia hasi kama wivu au chuki, na hivyo hajifunzi jinsi ya kurekebisha hiyo tabia. Kwa sababu gani? Anakataa kwamba hana hiyo tabia, yeye kabisa ni mtu mwenye wivu sana, ila anakataa kwamba yeye hanaga wivu, manake anaishi kwenye self denial, anaishi katika hali ya kujikataa. Mtu anayejikataa yuko mgumu sana kupokea ushauri, yuko mgumu sana kupokea mrejesho kwa sababu yeye anaishi kwenye hali ya kujikataa kwamba kila tabia hasi aliyonayo yeye anaona kwamba sio kweli, hana hiyo tabia, na hata matendo yanadhihirika kwamba yeye ni mtu wa hasira za karibu, anakasirika anytime. Wakati wowote ana asira asira, akiambiwa wewe hizi asira, asira za nini? anasema aka mimi sinaga asira. Yaani anaishi kwenye hali ya kujikataa self-denial. self-denial ni kikwazo kingine kikubwa kinachochelewesha mchakato wa kujitambua, maana unapoishi katika hali ya kujikataakataa, kwanza hujiamini, pili unajikataa ina maana hautakuwa tayari. Mtu anayejikataa anajijengea fensi ya kukataa hata kushauriwa hata kurekebishwa hata kupewa mrejesho tu, maanake yeye anaishi kwa upambe, tofauti ya upambe, mambo mengine hawezi kukubali. Na kuna tabia zili zina zisizoonekana sana wazi kama wivu, chuki, fitna, ni vitu havionekane sana lakini mtu aliye na tabia ya kuongea kidogo anaongea sana na watu wanaona anaongea sana, ananyimana chakula watu watu wanaona amenyimana chakula chakula amenyimana. Lakini kuna zile tabia zisizoonekana sana kwenye matokeo, ila unakuta mtu anazo, lakini huyu mtu pia hayuko tayari kukubali kwamba ana hizo tabia. Hicho ni kikwazo, kitamchelewesha sana kujijua yeye ni nani. Kumbuka mafundisho yetu ni kutaka tujijue sisi ni nani. Sasa katika huo mchakato wa kutaka tujijue, kuna hili jambo linalochelewesha mchakato wenyewe, ni ku hali ya kujikataa. Ukiwa unajikataa umefunga mlango kwenye ushauri, umefunga mlango hata kwenye kujifunza, huwezi kujifunza maana wewe mambo yako ni mazuri tu, ya wengine wote ni mabaya, yako tu ndio mazuri. Katika hiyo hali utachelewa. Kwa hivyo leo nimekuja na hii maana kuonyesha kwamba kikwazo hiki cha hali ya kujikataa kinaweza kukuchelewesha sana kujijua. Self denial ni mbaya sana, inakufanya wewe ujione wa juu, maana unakataa vitu ambavyo vingekupandisha, kumbe uko chini, ila una unajikataa kataa vitu ulivyo navyo, nakataa huna. Kwa hivyo kurekebika ni vigumu. Hivyo basi, ili upate kusonga mbele, rekebisha hii tabia ya kujikataa. Kuliko kuwa kwenye hali ya kujikataa, uingie kwenye hali ya kujikubali. Ukianza kujikubali, utakuwa tayari kupokea mrejesho wa watu e, maneno ya kila aina utayapokea na utayachuja. Lakini ukiwa kwenye hali ya kujikataa, kila kitu kitakachokuja utakipeleka kwa mtu mwengine. Nakumbuka nikiwa nahubiri miaka ya nyuma, unaleta point kwenye mahubiri, watu nao waambia, wanakuambia tena, waambie, waambie. Ina maana kwamba wanafikiri yale unaowaambia wewe yanawalenga watu wengine. Kwa hivyo kuwarekebisha hao watu ni vigumu, maana wanaishi katika hali ya kujikataa jambo linalowahusu wanalipeleka kwa mtu mwengine. Kila mara wanapotazama au kusikiliza ujumbe, wanaupeleka kwa mtu mwengine, pasipo kujua kwamba huo ujumbe unawalenga wa. Ni kwa sababu wanaishi katika hali ya kujikataa. Hawako tayari kupokea ujumbe unaokuja kwao direct, watauasosieti na mtu wa pili. Kama uko kwenye tabia hiyo, utachelewa sana kujifahamu wewe ni nani, utachelewa sana kujijua na kuishi maisha ya uhuru. Kwa hivyo hali ya kujikataa ni kikwazo cha pili kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Kikwazo cha tatu kinachochelewesha mchakato wa kujitambua ni kushindwa kukubali maoni, rejecting feedback. Rejecting feedback will cost you a lot. It will delay the process of self-awareness. Kwa hivyo unapokataa maoni, unapo yatupilia mbali maoni ya watu wengine, utachelewa mno kufikia kujitambua. Wacha nisome: watu wanaoshindwa kukubali maoni kutoka kwa wengine hupoteza fursa ya kuona mambo wanayoweza kuwa hawaoni kuhusu wao wenyewe. Ina maana mimi niliwaambia kwenye video nyingine kwamba maoni ni kama kioo, mtu anakuletea kioo cha huku nyuma kwenye kisogo, sehemu usiyoweza kuona. Sasa huyu mtu anayeona anakuona mbele na nyuma, anakuambia huku nyuma kuna uchafu. Usipokubali kwamba huku nyuma kuna uchafu ukarekebisha, utaendelea kutembea na huo uchafu na utachekwa mbele ya safari na hautachaguliwa miongoni mwa wasafi. Kwa hivyo mtu anayekataa maoni ya watu wengine anachelewa, maana amejiharibia fursa ya kujua vile alivyo kutokana na watu wengine. Ina maana hata hatajua ni yapi hasiyo yaona yeye kuhusu yeye mwenyewe. Matokeo yake mtu aliye na tabia ya kukataa maoni, matokeo yake ni haya, hanajificha nyuma ya kisingizio cha kuwa sawa sawasawa, badala ya kukua na kubadilika. Kila mara yeye anasema niko sawa, yo, ni sawasawa sawa tu, maanake yeye kila kitu ni sawasawa, ina maana kwamba hataki umumwongezee kwa yale aliyo nayo huyu mtu atachelewa kukua, atachelewa sana kukua, maana yeye anajua kila kitu, hataki kuongeza the, vya watu wengine. Vya kwake ndio kila kitu. Atachelewa kukua, nakwambia, maana yeye amewekea attention kwa yale yake tu, ya watu wengine hapana. Kitendo cha kukataa maoni au kushindwa kukubali maoni, rejecting feedback inakuchelewesha kuelewa wewe ni nani, maana utakuwa una maoni ya kwako tu, maoni ya watu wengine huyajui. Wakati wewe huwezi kujiona nyuma, hawa watu wanakuona pia na nyuma. Wanapokuletea maoni kuhusiana na swala fulani, wewe unakataa, utachelewa. Useme kwa mfano, umejiwekea malengo ya maisha na hayo malengo yanachelewa kulingana na unavyotumia hela. Mtu analeta maoni kusema, ndugu yangu ili hii plani ulionayo ya kujenga kile kibanda shambani, matumizi yako ya hela hayataruhusu wewe kufikia malengo kule. Wewe jaribu kufinya gharama zingine hapa, ili ujikusanyie hela za kununua mabati ya kile kibanda. Wewe unasema hapana, mimi ndio napata hela yangu, wewe ni nani uje uniambie jinsi ya kutumia hela? Unakataa yale maoni yake, mwisho wa siku utachelewa kukusanya hiyo hela, maana yeye yeah, anaona jinsi unavyotumia hela vibaya anakupa maoni yatakayo kusogeza kupata kujenga kile kibanda, lakini kwa sababu umekataa maoni yake utachelewa kukusanya hela. Hivyo basi, unaposhindwa kupokea maoni, unaposhindwa kukubali feedback kwa vitu unavyofanya, utakuwa unajichelewesha kwenye mchakato wenyewe. Ili uende kwa haraka, rudi kwenye mchakato, uwe tayari kukubali mrejesho , lakini unapokataa maoni unachelewa. Kwa hivyo basi, kushindwa kukubali maoni ni kikwazo cha tatu kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Kikwazo cha nne kinachochelewesha mchakato wa kujitambua ni mazingira yanayokandamiza, mazingira yanayokandamiza au toxic environment. toxic environment, mazingira yanayokandamiza yanaweza kuchangia pakubwa kuzuia au kuchelewesha mchakato wa kujitambua. Ninamaanisha nini? Mazingira yenye watu wanaokukosoa tu na wanao, wanao kudharau bila kuangalia hata ubora wako, hayo mazingira yatakuchelewesha kujitambua. Maana kama mazingira yamejaa watu wa kukosoa tu, watu wanaokudharau na kufanya ujione kwamba wewe wewe hustahili, maana kila kitu unachokifanya ni kibaya kwao, wanakaa ni kukosoa tu, kukudharau tu kuona kwamba wewe huwezi, inakufanya hata wewe pia unaanza kujiona mtu duni na unaanza kujiona kama hustahili, kwa sababu umekaa kwenye toxic environment. Toxic environment environment ni yale mazingira yaliyo na watu ambao wanaona mabaya tu kutoka kwako, wanakukejeli, wanakudharau na kukuonyesha kwamba wewe hauwezi chochote hiyo hiyo inaanza kukufanya na wewe kujiona mtu wa chini sana. Kwa hivyo anakutengenezea mazingira yanayokandamiza, yaani yanazidi kukupeleka chini usipate fursa ya kusimama. Mfano, walezi wanaomkosoa wa mtoto bila kumpa motisha humzuia mtoto huyo kujiamini na kujitambua. Yaani, katika kulea mtoto, kwa mfano, usiwe mtu wa kumkataza vitu tu, bali unapomkataza kitu umwonyeshe pia njia mbadala ya kufanya hicho kitu kwa njia iliyo bora. Lakini mlezi anayekataza tu, anayezuia tu, anayekosoa tu, bila kuonyesha njia nyingine ya kufanya bora hilo jambo, atafanya huyo mtoto aanze akose kujiamini na huyo mtoto pia asiwezi kufikia hali ya kujitambua yeye ni nani. Hivyo, katika malezi, nina wahasa wazazi kwamba tuwe na mazoea ya kukosoa na kupongeza. Kukosoa na kupongeza, ina e maana sio kila wanachokifanya watoto wetu ni kibaya kuna vingine vizuri wanavyovifanya, lakini imeonekana kwa wazazi wengi kwamba watoto wanapofanya mazuri wananyamaza, wanapofanya mabaya wanakaripia. So, unapopata nguvu ya kukaripia kwa lile jambo baya, uwe pia na nguvu ya kupongeza kwa lile jambo zuri, ili kumtengenezea mtoto balance katika maisha yake ya kujiamini. Kwa hivyo mazingira yanayokandamiza, the toxic environment will delay the process of self awareness, maana itaanza kukushusha hadhi na kukuonyesha makosa, makosa, makosa, makosa kiasi kwamba unajengea maisha yako kwenye makosa tu, mpaka inafika wakati hujui neno ndio, unajua tu neno hapana, hapana. Kwa maana kila kitu unaambiwa stop, hacha, hapana, hujawaambiwa ndio, asante, ongera. Mazingira kama hayo yanachelewesha sana, sio kwa watoto tu, hata kwa watu wazima. Ukiishi kwenye ma mazingira ya watu ambao hawakupongezi, kila wanachokiona ni kibaya tu, unachelewa. Ni sawasawa na relationship ambayo iko toxic, maana inakandamiza, inaona makosa tu, utachelewa kujitambua, maana na wewe pia utaanza kujiona wa chini, wa duni kiasi yes, kwamba utakuwa umeanza kuchelewa na mchakato wenyewe utachelewa. Hivyo basi, tuepuke mazingira yanayokandamiza au tutengeneze mazingira mazuri yaliyo mbali na ukandamizaji. Tunapotengeneza mazingira mazuri, tutaenda kwa haraka katika hali ya kujitambua. Kwa hivyo, nikuambie kwamba mazingira yanayokandamiza ni kikwazo cha nne katika vile vikwazo vikuu kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Kikwazo cha tano, kumbuka tunaongelea vikwazo vya ndani, inward barriers. Kikwazo cha tano kinachochelewesha mchakato wa kujitambua ni hofu ya kukosolewa, fear of criticism la peur des critiques si tu as peur d'etre critique unafikia kwenye hiki eh, kikwazo yani mtu aliye na hofu ya kukosolewa anachelewa sana kufikia eh, upeo wa kujitambua mtu anayeogopa kukosolewa uficha mapungufu yake na pia hayuko tayari kujichunguza. Mtu ambaye anajua kama hataki kukosolewa ataficha mapungufu yake. Kuna kipindi nilitembea kwenye jamii fulani, hawa watu wanachukua muda bila kuoga, wanaweza wakaenda siku mbili, siku tatu mtu hajaoga. Sasa kwa sababu ya hayo mapungufu na hawataki kukosolewa, wanatumia sana pafyumu Yaani, atapiga pafyumu kila mahali. Unajua, pafyumu watu wengine wanaitumia vibaya. Pafyumu inapigwa mwilini, sio kwenye nguo. Sasa hawa watu wanapiga pafyumu kwenye mwili ili ku maintain harufu nzuri, kisha inapigwa na kwenye nguo. Kwa hivyo atakuwa na siku mbili tatu hajaoga, lakini hananukia vizuri. Kwa nini waweke pafyumu? Wanaficha udhaifu wa kutokuoga na wanaficha huo udhaifu ili kuogopa kukosolewa kwamba wewe ujaoga siku tatu. Sasa kwa hivyo, mtu anapoogopa kukosolewa anaanza kuficha mapungufu. Kwa hivyo wakati mwengine, mtu anajua atakosolewa katika kutafuna au katika kula au katika kuangaliana, anaanza kuangalia upande mwengine, kuogopa kukosolewa kwamba wewe unakuaga unaangalia watu vipi a anajizuia maneno, a anajizuia kufanya jambo analozoea kulifanya maana anaogopa asija akakosolewa mbele za watu. Fear of criticism, nasema kukosolewa au kuongelewa vibaya au watu kukuchambua kuchambua mambo unayoyafanya, yeah, kwa hivyo unapokuwa na uoga wa kukosolewa au kuongelewa vibaya, Fear of criticism, ndiyo inafika wakati unaanza kuficha mapungufu. Matokeo sasa, hawa watu wanakwepa ukweli kuhusu hali yao halisi ili wasiumie au, au kuaibika. Kwa hivyo mtu anapojiwekea perfume nyingi ana, anataka kuepuka fedhea kwamba atakuja kusikika akiwa na harufu mbaya ya ku, ya, ya kunuka mijasho, amekaa muda mwingi hajaoga. Kwa hivyo anaingiza kwenye perfume ili kwamba perfume imsaidie kuficha ile aibu ya harufu ya mwili ya kukaa siku mbili siku tatu mtu hajaoga. Watu wengine wanavuta sigara na kuvuta eh, kutumia dawa za kulevya, harufu inakuwa mbaya sana mdomoni, matokeo yake kuliko wasafishe mdomo, wanaenda kuchukua gams zile za kutoa harufu ya mdomo, wanatafuna hizo, na zingine wana minyaminya, e, minya tu, ili zilete harufu nzuri mdomoni, lakini bado hawajasafisha mdomo. Wanajaribu tu kuficha yale mapungufu ya dawa wanazotumia, lakini mwisho wa siku kuna dawa wanazotumia. Kwa hivyo hofu ya kukosolewa itakuchelewesha. Fanya kitu kizuri, wewe, achana na watu kuongea. Watu wataongea tu, usipofanya jambo, ukifanya jambo, watu wataongea. Angalia, ukinyamaza sana, watu wataongea, ukiongea sana, watu wataongea, ukivaa vizuri, watu wataongea, usipovaa vizuri, ukiwa na hela nyingi, usipokuwa na hela, watu wataongea. Kwa hivyo, wewe unapotembea kwenye mchakato wa kujitambua usiangalie watu wataongea nini. Usiwe na hofu ya kukosolewa, lazima maadamu unaishi duniani utakosolewa tu. Hata kwa mazuri unayoyafanya utakosolewa. Hivyo basi, jijengee mazingira ya kufanya jambo bila kuangalia watu watasemaje. Lakini nakuambiaje, katika vile vikwazo vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua, hofu ya kukosolewa ni mojawapo, ni namba 5, inakuchelewesha kabisa Unajikuta unachelewa, maana unatengeneza maisha yako kwenye kuogopa ogopa watu watasema, watu watasema. Unakaa sasa, unafichaficha ficha tabia ambazo ungeacha zionekane, ili watu wakupe mrejesho au wakupe maoni, upate fursa ya kurekebisha. Lakini kwa sababu hutaki watu waone madhaifu, unayaficha. Hutaki watu wakuongelee vibaya, unaficha, unachelewa kwenye mchakato wa kujitambua. Hofu ya kukosolewa ni kikwazo mojawapo kinachochelewesha mchakato wa kujitambua. Tumefika mwisho kwenye kipindi cha kwanza cha vikwazo kumi vinavyochelewesha mchakato wa kujitambua. Kwenye video hii tumeongelea hivi vipengele vitano, na video itakayofuata tutaanza na namba 6 mpaka 10. Kaa nasi hadi mwisho wa kipindi usiende mbali. Asante.